Tuelekee kaunti namba 39 ambapo wakazi na wahudumu wa bodaboda katika wadi ya Bukembe huko Kanduyi Bungoma wamelalamikia hali mbovu ya barabara kutoka Pamus hadi Ndengelwa. Wakazi hao wametoa wito kwa idara ya barabara katika serikali ya kaunti ya Bungoma kuwajibika kwa kukarabati barabara hiyo. <coughs> Corruption ni mingi wanalocate pesa. Aswa hizi barabara wanalocate pesa kila mwaka za maintenance, lakini time wanakuja kutulimia hizi barabara zetu, wanaleta excavator inalima na hawaweki maram, wanaachia hapo, ama wanaenda wanachimba udongo, wanakuja wanatundia, wanamwaga kwa barabara, wiki mbili, wiki tatu barabara ishaharibika. Hii barabara kama last week tumekuwa tunangojea lori ya kuleta uh, material site. Lori imeanguka kwa barabara hapa chini kwa sababu barabara ni mbaya. Serikali yetu haitushughuliki. Tumejaribu kupeleka malalamishi kwa ofisi hazijafua